Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, bila shaka nadhani utakuwa unafahamu, kama uko karibu na channel yetu, basi obviously utakuwa unajua kwamba tumekuwa tukikupa update nyingi sana, na hivi karibuni kumekuwa na update mbili ambazo zimemake headline sana kuhusiana na hawa wasanii ambao wako katika record label tofauti tofauti hapa Tanzania. Hapa bwana, kulikuwa kuna hii update ya Ibra kujitoa katika record label ya Konde Gang, lakini pia kulikuwa kuna update kuhusiana na Mbosso kujitoa katika record label ya WCB. Lakini baada ya hawa wote kujitoa, ni kwamba kila mtu ame release track au ame release project kwa mara ya kwanza kabisa tokea alivyojitoa katika record label yake. So kwa upande wa Mbosso, alianza kufanya promotion nzuri sana. Alifuta kila kitu katika page yake kwa ajili ya kuandaa mazingira ya kuachia project yake ya kwanza kabisa tokea alivyotoka Wasafi. The same Ibra, naye alifanya hivyo, na hawa wote by the way, hawa wote wametoka bure E, Ibra ametoka bure gang, kutokana na legal issues. Lakini pia upande wa Mboso naye ametoka free boat kiro safi, kutokana na kwamba Diamond aliamua kumkunjulia. Sasa basi, baada ya hivyo, ni kwamba tumeona kuna tofauti. <laughs> yeah. E, bwana kuna tofauti. E, Ibra yeye yeah, yeah, project zake ameachia project mpya, lakini nobody cares. Hakuna mtu ambaye anajali kuhusiana na, na project ya Ibra ambayo imetoka kwa sababu Ibra mwenyewe ametoa wakati Majayant wametoa pia kazi zao Diamond, na Harmonize wametoa nyimbo zao. Diamond ametoa nyimbo inaitwa Down. The same pia wa Konde Boy naye ametoa ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Best Couple. Kwa upande wa sasa Ibra na yeye ametoa wimbo wake ambao hata jina lake silijui, lakini na yeye ametoa wimbo ambao watu hawajaujali kiukweli. Haujameke any buzz hapa town. Sasa ukiangalia okay, upande wa Mbosso, yeye bwana na yeye pia alitangulia ku release track ambayo. Mbosso aliachia EP yenye nyimbo kama nne hivi, na katika hizo nyimbo kuna nyimbo mbili ambazo zimefanya vizuri sana, Aviola pamoja na Power. Sasa hizi zimekuwa ni very successful project kutoka kwake Mbosso, watu wamemsupporti sana e bwana. Ukizungumzia suala la trending huko YouTube, kuanzia namba moja mpaka namba tatu ni Mbosso ana trend na nyimbo zake hizo Power na Viola meona bwana, kwa hiyo namba moja ni Mboso, namba mbili ni Mboso, namba tatu ni Mboso kwenye trending huko YouTube, tofauti na Ibra. Ibra hata ukienda mpaka namba kumi ukuti ngoma yake. Sasa basi, Haja the Incredible, moja kati ya wadau wa mziki wa bongo flavor kupitia ukurasa wake wa Twitter ameandika na kuambatanisha na picha mbili za Ibra pamoja na Mboso. Haja ameandika kwamba, bwana mkipata wasaa, mtanisaidia kumwambia Ibra kuwa siku hizi kutoa ngoma kali sio dili sana kama kutowekeza kwenye production na nguvu kwenye, kwenye kama kuwekeza kwenye production ya nguvu umeona, so, Haja hapa yuko na point kwamba siku hizi bwana, unaweza ukawa na nyimbo kali, lakini production, usiwekeze usiinvest kwenye production na promotion, nyimbo isiende kokote, na unaweza ukatoa ngoma ya kimasiara tu, lakini ukainvest ukatia hela au uh, vibwana kwenye kupromote na kuproduce ile ngoma ikawa ni hiti. He, Haja akaendelea kusema kwamba nobody cares comeback inahitaji uwekezaji haswa, activities za kila siku meona eh? Haya, baada ya hapo akaendelea kusema kwamba bwana, vita na vita ya ushindani inatisha sana sana eh, kitamlamba, amtazame Mbosso kama shule. Meona bwana, hayo ni maoni ya Haja huko Twitter, lakini pia katika ukurasa wake wa Instagram pia amekuja akaandika kwamba Management ya Ibra itulize ndonga waone msanii ndio kama anaanza mziki. Dokta, sijaridhishwa kabisa na spidi yao ukimzingatia kwamba waliamua kujampu katika waliamua kujampu katikati ya vita ya miamba mikubwa miwili na yani Diamond na Harmonize. Unahitaji uwe na sababu wa Tanzania au West Africa waweze kufocus na stori zako, wakuwa eh, wakuandike Umeona eh, wakusikilize na kukujadili wewe. Wataza, mtazame Mbosso kama daraja yani. Ibra, mtazame Mbosso kama daraja. kweli amejump kwenye vita ya Diamond na Harmonize, ambapo mwisho siku yeye amepotea. Umeona eh? Haya, wakasema kwamba bwana, mtazame Mbosso kama darasa. Nishaongea kuhusiana na ubora wa maandishi, nishaongea kuhusiana na ubora wa maandalizi vile vile yale haswa katika upande wa comeback, na sote ni mashahidi. Sasa hivi ni kwamba room number 3 inalia katika katikati ya best couple na babu, na, na babu pamoja na down ya Diamond na kadhalika, ni kwa sababu maandalizi yalikuwa ni mazuri na production pia ni kali. Management ya Ibra ilipaswa ifanye mambo haya: moja, comeback awareness. Yani kwamba alipaswa kutumia wiki ameandika, hmm. Hapa haja amekuja ku break down sasa vitu ambavyo vilipaswa kufanyika, akasema kwamba bwana alipaswa kutumia wiki mbili mpaka tatu kwa ajili tu ya kuandaa watu tayari kabisa kwa ujio wake kwenye mziki na sio kuzunguka kwenye interview kama, kama, na sio si kuzunguka kwenye interview Kenya. Before product, product yenyewe kutoka management kusaidiana na msanii ilipaswa eh, kutesti kwanza ujio wake, ingeandaa ingeenda watu, inge, watu muhimu kwenye industry kwa ajili ya kufanya nao documentary fupi eh, wakielezea strength ya Ibra hii. Hii ingefanywa ndani na nje ya Tanzania kama pale Kenya ambako kuna soko letu tatu mbili, event activities, yani kwamba baada ya wiki mbili ya kutizi hizo ngoma na kuweka watu wawe tayari ingeandaliwa pia vile vile tukio kubwa kwenye five star hotel au kumbi, tungetambulisha rasmi, tungemtambulisha rasmi Ibra sokoni kwa kusikiliza nyimbo zake tena. I wish kwamba ingekuwa ni zaidi ya moja event, ingefanyika Bongo na pia vile vile kama ingewezekana, ingefanyika Kenya na kama sio event Kenya, after all angeenda media tour baada ya kutambulisha hiyo project yake rasmi. Tatu, promotion Recently baada ya kuwa unboxed management. Ingekuwa chini na management ingekaa chini na team kwa ajili ya kupushi ngoma kwenye platform tofauti tofauti radio Bongo FM, e, wangeona kabisa kwamba Dr. Upupu, mbona fresh tu. E, e, watu wa TikTok vile vile wangefanya challenge Hyperman wange wakina shifter na wengine kibao na wengine pia wangepewa hiyo kazi waipushi na ma DJ wa klabu pia vile vile kama ngoma ni za kuchezeka, ingekuwa pia zingepushiwa huko. Issue za digital zinafahamika, kabisa zinahitaji kupushi kwa namna ipi? Stunt kiki, maona ukisoma hili neno e, unaweza liona kama vile ni ujinga, but linaweza kuwa jambo muhimu kuliko unavyojua. Hapa ni kwamba Ibra alipaswa ape, alipaswa, alipaswa am, e, ampake choa Harmonize no matter what. Eh, e, ni kutafuta maisha asingetia huruma na Konde Boy pia vile vile, angemwelewa tu maana hata yeye pia vile vile alitiaga, alitumia hiyo njia kwa Diamond wakati anatoka WCB. Kwa kufanya hivyo basi angepata huruma ya Watanzania na huo ndio ungekuwa mwendo wake kwa kuanza. Umeona bwana eh? So wamefanya mistake hawa watu. Ibra katoa ngoma wala watu hawana habari nayo. Ukiwa kama mdau, huweka maoni yako katika comment section. Unahisi kwamba kati ya Ibra na Mboso nani anafanya vizuri zaidi baada ya kutoka katika record label zao? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.